Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara, TPLB, leo wameweza kutangaza kwamba uamuzi wa mchezo wa dabi ya Kariakoo utakaochezwa Juni tarehe 25 mwaka 2025 kati ya Yanga dhidi ya Simba Sports Club katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Mchezo huo ambao utachezwa saa kumi na moja jioni na ndio utakaoamua bingwa wa Ligi Kuu mwaka 2024 mwaka 2025. TFF na TPLB wametangaza kwamba marefo wa mchezo huo ebana watatoka nje ya Tanzania, ebana. Mwamuzi wa kati ni Ahmed anaitwa Amin eh, Mohamed Amin Omari kutoka Misri ambaye atasimama katika eh, bana upande wa pale katikati, lakini pia washika vibendera ni Mohamed Ahmed Abo Lejail ambaye anatoka Misri lakini pia eh, Sa, Samil eh, Gamael Said Mohamed kutoka Misri. Ikumbukwe kwamba Yanga Sports Club yeye yuko point na pointi 79 ambaye anaongoza rigi lakini pia eh, Sports Club yeye yuko na pointi sabini na nane yani kwamba e, Yanga ameweza kumzidi e, bana Simba Sports Club kwa pointi moja, na mchezo huo ambao umebaki kama kiporo kwa Simba pamoja na Yanga, basi ukiweza kutamatika, pengine labda tunaweza tukajua ni yupi ambaye atakuwa mshindi katika mchezo huo, na kama Yanga ataweza kupata sare ya dhidi e, ya Simba Sports Club ambaye pia ni mpinzani wake katika mchezo huo wa mwisho ambao ni wa NBC Premier League katika kufunga e, e, bana msimu huu wa mwaka 2024, mwaka 2025 akipata sare tu atapata ubingwa kwa sababu yuko na pointi sabini e, na tisa. Kama akipata sare baraka, atakuwa na pointi 80 lakini pia Yanga at, e, Simba atakuwa na pointi 79 e, kwa hiyo, kwa namna yoyote ile ni kwamba Simba Sports Club inabidi sasa aweze kupata ushindi wa namna yoyote ile ili aweze kuibuka e, e, mshindi katika msimu huu wa mwaka 22 tano, lakini pia kuweza kuchukua kombe e bana la NBC Premier League mwaka 2024, mwaka 2024 2025, na, na nikukumbushe kwamba Simba Sports Club pamoja na Yanga Simba, yeye ameweza kupata e bana kichapo kizito katika mfululizo wa mechi za hivi karibuni, na sasa hivi, pengine labda, watu wengi sana, macho ya mashabiki wanasubiri kwamba ni nini ambacho Simba Sports Club ataenda kukifanya katika mchezo huu wa mwisho ambao unatarajiwa kupigwa katika siku ya tarehe 25 e, mwezi Juni mwaka 2025, ni upi mtazamo wako kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Ni upo na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye, acha comment hapo. Hii ni Sawasawa Online Digital chao chao.